wangu, walimu wa madrasa mna nafasi kubwa nyie ya kuzungumza na jamii. Jamani ndugu zangu wa Kiwani, huu si wakati wa kupigana sisi kwa sisi, huu si wakati wa kukaa majukwani tukatukanana, huu si wakati wa kwenda tena mtu anakimbia makazi yake kwa sababu ya uzembe. Hapana, nawaomba sana Dumisheni amani, tufanye uchaguzi kwa salama. Uchaguzi jamani ni siku chache tu, tunafanya uchaguzi kwa salama, inapita. Kuna maisha baada ya uchaguzi, tuendelee na maisha yetu tukiwa na amani, tukiwa na salama. Tufikirie sisi, tushafika miaka hamsini, kuna wengine sitini, kuna wengine sabini, kuna wengine themanini. Ndivyo eh? lakini kuna watoto wetu wengine wako matumboni wengine wana mwaka mmoja wengine miwili wengine mitano wengine kumi. Hawa wanataka na wao waikute nchi hii ikiwa salama. <tune>